Mahakama imefanya maboresho katika kanuni ngumu na zilizopitwa na wakati, kanuni kumi na nne. Hapo awali kulikuwa na akaunti moja ya mirasi ya mahakama kwa watu wote, walikuwa hela zao zinaingia kule, lakini sasa hizi kuna akaunti maalumu ya mirasi inaitwa special law account, fomu number tisa ambayo inamlazimu inamlazimu ina msimamizi wa mirathi kufungua akaunti maalum ya mirathi itakayosimamiwa na mahakama. Kuna mwongozo ulitolewa na Benki Kuu kuelekeza benki za biashara hapa nchini kwamba kwa, kwa ruhusu wasimamizi wa mirathi kuweza kufungua hizo special hizo mirathi account. Sasa hili ni mapinduzi makubwa sana, limeondoa urasimu wa awali uliokuwepo, kwa kuwa fedha zote za mirasi zilikuwa zinawekwa katika akaunti moja ya mirasi ya mahakama, ambapo mchakato wa kutoa pesa ulikuwa una urasimu na ucheleweshaji wa malipo kwa wanufaika wa mirasi. Lakini saizi sababu mtu anakuwa na hiyo special mirasi account, kwa hiyo yeye ndo anawajibika kwenda, kwenda benki na hela hizo kuzitoa na kuweza kuzigawanya kwa wanufaika wa hiyo mirasi chini ya usimamizi wa mahakama. Katika kutimiza jukumu lake la kikatiba mahakama ime mahakama imeweka na inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali kwa lengo la kurahisisha, kuharakisha na kufanikisha utoaji wa haki nchini ili kufikia azma ya ustawi wa jamii. Mikakati hiyo ni pamoja na kusogeza huduma za mahakama karibu na wananchi hadi ngazi ya kata. Kwa mfano, katika wilaya yetu ya Tanganyika, kwa sasa mahakama za mwanzo zinazotoa huduma ni katika kituo cha Kabungu, Mishamo, Mwese, Katuma, Sibwesa, Kalema na Ikola ili kuhakikisha haki inatolewa mapema ipasavyo. Kwa sasa katika wilaya ya Tanganyika hapa, katika mahakama ya wilaya katika jengo hili, kuna mahakimu wa wilaya wa wawili na mimi nayogia, ndio hakimu mfawidhi lakini katika mahakama za mwanzo kuna mahakimu watano. Tunashukuru tumepata mahakimu wageni wawili, tulikuwa na mahakimu watatu, wameongezeka wawili, kwa hiyo tuna mahakimu watano. Kuhusu mkakati wa ujenzi wa mahakama kuu, kwa sasa ujenzi wa mahakama kuu katika mkoa wa Katavi, ujenzi huo katika hatua za mwisho, Kiingereza tunasema huko kwenye finishing. Ni mategemeo yetu hivi karibuni tutakuwa na mahakama kuu katika mkoa wetu wa, wa Katavi na hilo jengo linajengwa pale karibu na, na mahakama ya mkoa mmezoea kuita mahakama mkoa lakini tunasema mahakama ya hakimu mkazi kwa hiyo tunategemea muda wowote shughuli za mahakama kuu zitaanza katika mkoa wetu wa Katavi na tutaepukana na ile adha ya kwenda Sumbawanga kwenda kupata huduma ya mahakama kuu lakini mahakama kwa kushirikiana na serikali katika wilaya yetu tulipata mradi wa ujenzi wa mahakama moja ambayo ni mahakama ya mwanzo Sibwesa. Jengo la lile liko katika hatua za mwisho kabisa, kwa hiyo tunategemea mwaka huu nikaanza kazi. Mheshimiwa Mgeni Rasmi na Mheshimiwa Hakimu, bima ya afya kwa wote, Mheshimiwa Rais aliahidi, mimi ni mashahidi na ni mashahidi, tunatumia jukwaa hili kuwajulisha na kuambia na kuwakasha habari wananchi Mpango huu umekwisha kwanza na NHIF wanaendelea na uandikishaji. Tunawaomba wananchi wote wa Tanganyika wajitokeze wafike kwenye vituo vya huduma za afya, ikiwemo zahanati zetu, vituo vya afya sare ya wilaya, watapata ufanuzi na kupata kusajiliwa kwa mujibu wa taratibu ambazo serikali imeweka na mchango kwa mwaka kwa kaya yenye watu sita, shilingi laki moja na nusu ni fedha kiasi kidogo ikilinganishwa na gharama ambazo Watanzania wanakabiliana nazo inapotokea wameugua, lakini wakati huo akiwa hana bima ya afya. Ni wasii kulioko hapa tukapate kuwa mabalozi. Waheshimiwa madiwani, mnaalikwa hapa, mendeni kwenye kata zenu mkaendelee kutoa hamasa. Viongozi wa watendaji serikalini kwenye mikutano yenu, nendeni mkaendelee kuwapasha habari. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, nenda katoe matangazo yakajae kwenye mbao za matangazo, ili Watanzania wafahamu ahadi ya Mheshimiwa Rais imekwisha kwanza kutekeleza.